Usisahau kulike kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Abu Imran Online TV. Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiya baad wa baad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapendwa tazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Abu Imran Online TV. Habari za saa hizi, ni matumaini yangu makubwa hamjambo na mnaendelea vizuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Nam, ndugu zangu wapendwa watazamaji, tunaendeleza maudhui zetu kama ilivyoada, na katika video hii biidhnillahi tabaraka wataala nitafundisha dua e, ambayo utaitumia kwa yule ambaye unamdai na pengine ana uwezo wa kukulipa lakini anakuzungusha hataki kukulipa. Basi ipo dua mujarabu sana utaitumia hii, na baada ya kuitumia hii dua wallahi, ukienda basi atakupatia haki yako. Lakini dua hii usiitumie kwa yule mtu ambaye unamuona kabisa, yaweza kuwa unamdai e, kweli lakini hana uwezo uwezo kukulipa, e, usitumie dua hii, itumie kwa yule ambaye unaona kabisa ana uwezo wa kukulipa lakini anakuzungusha tu. Na ndugu yangu katika imani, cha kufanya hapa utaswali rakaa mbili sunnatil haja

wala ali Muhammad au Allahumma salli ala sayidina Muhammad wala ali wa sahbihi wasallam. Yote inakubalika kwa vyovyote eh, utakaposema inakubalika. Hiyo salatu ala nabi pia utaisema mara mia moja. Kisha baada ya hapo pale pale ulipo, nyanyua mikono yako, anza kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani bi maana alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah kisha omba dua hii ifuatayo utasema hivi, Allahumma inni ajaluka fi nuhurihi wa a'udhu bika min shururihi, ikiwa ni mwanaume. Kama ni mwanamke unayemdai una utasema Allahumma inni, a'udhu bika Allahumma inni ajaluka fi nuhuriha, Allahumma inni ajaluka fi nuhuriha. Wa a'udhu bika min shururiha maneno haya utayasema, maneno haya utayasema mara ma, e, mia tatu kumi na tatu. Utasema dua hii utaisoma mara mia tatu kumi na tatu: Allahumma inni ajaluka fi nuhurihi wa audhu bika min shururihi. Kama ni mwanamke utasema, Allahumma inni ajaluka fi nuhuriha wa audhu bika min shururiha Ukisha maliza kuitaja hii dua hii mara 313 kisha utasoma dua nyingine ambayo utasema, Allahumma yassirli Allahumma yassirli ala fulani ibn fulani ewe Mwenyezi Mungu, nifanyie wepesi juu ya fulani ibni fulani, walayyin qalbahu, na ulainishe moyo wake, liyaqdhi haqi, ili anilipe haki yangu, ya arhamar rahimin. Narudia tena

Basi utaona maajabu makubwa yaweza kuwa ukafika pale, kabla hujamwambia chochote atakwambia shekhe wangu ama ndugu yangu, ile amana yetu hii hapa, bwana, chukua mzigo wako. Utafanikiwa kwa asilimia mia moja biidhnillahi tabaraka wataala. Amali hii inahitaji kuwa na yaqini na ikhlasi kwa Allah jalla jalalu, utafanikiwa biidhnillahi tabaraka wataala. Imeshawasaidia dua hii watu wengi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu, wallahu alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.